Muhozi Kaine Rubaga adai wanajeshi wa Uganda watawasili Kisangani. Mkuu wa jeshi nchini Uganda ambaye pia ni mtoto wa Rais Yoweri Museveni Muhozi Kaine Rubaga ameendelea kuibua utata na mijadala kwenye mitandao ya kijamii baada ya hapo jana kudai kuwa jeshi la nchi hiyo au waasi wa M23 wataingia katika mji wa Kisangani nchini DRC kuanzia wiki ijayo. Kufuatia machapisho mfululizo kwenye ukurasa wake wa kijamii wa X, Kaine Rubaga amesema jeshi lake au waasi wa, wa M23 wataingia Kisangani kwa agizo la Rais Yoweri Museveni ili kuokoa wakazi wa mji huo. Wanajeshi wa Uganda wamekuwa nchini DRC wakishirikiana na jeshi la FADC kupambana na makundi yenye, yenye silaha wakiwemo wa kiwemo waasi wa Codeco na ADF. Si mara ya kwanza kwa Kainerugaba kutoa kauli za kutatanisha kupitia mtandao wa wake wa X. Chapisho lake limekuja baada ya juma lililopita kukutana na rais wa Rwanda, Paul Kagame, ambaye amekuwa akituhumiwa kuwaunga mkono waasi wa M23 kutatiza usalama wa mashariki mwa DRC. Licha ya waasi wa M23 kuchukua miji kadhaa ya mashariki mwa Congo, waasi hao hawajaonesha nia ya kutaka kudhibiti mji wa kimkakati kim wa Kisangani. M23 ikidai inapanga kujiondoa katika mji wa Waliwale, ili kutoa nafasi ya mazungumzo na serikali.